laki kuingiza motoni innama yaduu hizbahu liyakunuu min ashabi said. Hii ni ahadi ikaweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye atatafuta kundi kubwa ili akawe nalo motoni. Kwa shetani anatafuta ibada ambayo takamfanya muislamu kuwa na istiqama kuwa na msimamo katika ibada yake, kuwa na juhudi katika ibada yake, kuwa na moyo thabiti katika ibada yake. Miongoni mwa ibada kubwa ambazo muislamu anakuwa na, na thabati anakuwa na, na istiqama ni sala, kusala. Shetani jambo hili analitizama mtazamo mwingine kwa ajili ya kumharibia huyu mtu. Kwa vipi? Muislamu anasali au anataka kusali, lakini kabla ya kusali, anamsaidia shetani amharibie ile ibada yake au anamsaidia shetani amharibie ibada ya mwenziwe ka huyu atakuwa vile vile, ana anafanya mubaya katika maisha yake. Tutatoa mifano ili tuweze kufahamu kwamba vipi mtu anamsaidia shetani kwa ajili ya kuharibu ibada yake, au kwa ajili ya kuharibu ibada ya mwingine. Na sote tunajua kama khushu'i inahitaji unyenyekevu, na shetani vile vile hakubali wewe uwe na khushu'i ndani ya ibada yako, lazima atakuletea mambo. Vipi wewe unamsaidia shetani akuharibia ile ibada? Miongoni mwa mifano ambayo hai tutaitoa kadhaa kwa ajili ya kuweka jambo wazi kabisa, na watu wafahamu, mfano muislamu fulani ni mpenzi wa mtazamaji wa mpira, na mpira ule umewekwa kwa umeikuwa saa kumi na mbili karibia wakati wa, wa magharibi, atatazama mpira ule, ule muislamu timu yake na timu nyingine. Lakini apomaliza ule mpira kipindi cha kwanza ikawa dhana tayari, shetani atamwambia fulani bini fulani, sasa hivi una robo saa hizi, nenda kasali halafu urudi, hali ya kuwa huku timu yake tayari ishafungwa, na sababu ya magoli kufungwa ni uzembe wa baadhi ya wachezaji ya ile timu yake. Allahu akbar, huko na sali, shetani atamjia katika sali yake kumchambulia ya ule mpira ambao umechezwa kwa sababu huyu huyu mtu ambaye nasali kamsaidia shetani kuja kumharibia ibada yake. Watakuwa nawaza kwa nini tumefungwa, na kwa nini kocha hakumwingiza mchezaji fulani, na kwa nini ukafanya hivi, na ilikuwaje ile goli likaingia, mwanzo mpaka mwisho. Na imamu kirefu cha kuswali, atakuwa ile mtu anakasirika, anakereka, kwa sababu yeye ana jambo muhimu ambalo limsubiri baada sana

Ule mwanawe akawa anapenda kumchukua mpaka msikitini. Mtoto yule akaa ndani ya msikitini, ana yule anasali, anachezea kile, anachezea kile, anachezea kile, akawa anasali, lakini anaanza kumwangalia mwanawe anakwenda wapi. Akatoka nje nje, kuna barabara, kuna gari zinapita nyingi, asi akapigwa, akapata ajali. Ko, huyu atakuwa anasali, lakini na vilevile atakuwa na kazi nyingine kubwa ya kumtazama mwanawe ndani ya manawe, msikiti Haya yote haya ni mambo ambayo sisi tunafanya kabla ya kusali na anamjia tu, fulani, fulani. Unajua, unajua kama njia fulani kuna foleni na unajua kwamba duka fulani saa kumi na moja anafunga mtawahi lile duka. Na je, duka lile likifunga, utakwenda wapi? Na je, lile kitu utakipata duka jingine? Kwa maana yule mtu anaanza kufahamishwa na ibilisi mwanzo mpaka mwisho, hali ya kuwa yanasali na hajui anachokisala, ni kuweka miadi baada ya sala tu tukutane. Tayari ibilisi anakuwa anaanza kumpa formation na maelekezo ya lile jambo ambalo atakalifanya baada ya sala. Lakini vilevile utakuta baadhi ya tu, watu wanakutana sehemu fulani anaambia mwenzake tukutane baada ya sala tu, kuna jambo muhimu nitaka nikwambie. Kwa yule akisali anaanza kuwaza jambo gani muhimu ataniambia huyu, au kitu fulani au kitu fulani au kitu fulani. Sasa ataanza kuwaza nini ataniambia huyu mtu. Kwa mambo kama haya na mengine mengi yanafanya mtu aweze anamsaidia, mtu anamsaidia Ibilisi aweze kumharibia ile ibada, na tukasema kwamba vile vile au mtu anaweza kumsaidia Ibilisi kumharibia mwingine kana aa, mtu anasali msikitini, Ibilisi akamshawishi mwingine, kwa mambo kama haya yote hayatakiwi mtu ayafanye kabla ya kusali na mengine ya kumsaidia Iblisi katika ibada yake, ili anaposali asali moyo ambao umejana khushui, moyo ambao unamwelekea kwa Allah subhanahu wataala, hali ya kuwa dunia umeiweka nyuma, huku unamwelekea Allah subhanahu wataala kwa ajili kufanya ile ibada tukufu. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu